Sasa hivi hapa sisi watume, number number uwe uwe ni waajili wa tume tumeshakula kiapo nadhani tumejaza fomu namba 7. Kwa hiyo automatically wewe sasa hivi ni mwajili wa tume, unasaidia katika zoezi zima la uchaguzi, hivyo nategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo. Pigia mstari na maelekezo, sawa mtakaopewa hadi hapo mtakakamisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Washirikiane katika zoezi zima la uchaguzi ili kuepuka malalamiko na wao kuwa vyanzo vya malalamiko. Kwa hiyo, washirikiane vizuri na mawakala pamoja na watu wa vyama vya siasa ili zoezi liweze kuwa huru, lakini liweze kuleta tija iliyokusudiwa. Tumepokea maelekezo na tutakwenda kuyafanyia kazi vizuri na tutajitahidi au kuweza kusimamia vizuri ili kuepuka migogoro na kusimamia uchaguzi, kusimamia wanaopiga kura waweze kupiga kura katika amani. Na kimsingi tumesisitizwa zaidi kwenye kuhakikisha tunatunza siri. Sisi kama watumishi wa tume tuwe na kauli nzuri kwa wapiga kura watakaofika kwenye vituo, pia tupate sheria na maelekezo yatakayotolewa na viongozi wetu, kuwa wavumilivu wenye hekima, lakini pia kuweza kuwasaidia wale wenye mahitaji maalum, na na imani tutafanikisha hilo.